Mbinu wanazotumia mafundi kujinufaisha kimagendo na jinsi ya kuzuia hasara. Ujenzi wa nyumba ni ndoto kubwa, lakini pia ni eneo ambalo watu wengi hupoteza fedha nyingi bila kujua. Sio mafundi wote ni wabaya, lakini kuna wachache wanaotumia ujanja kukupotezea pesa taratibu, bila wewe kugundua mapema. Leo ninakuonyesha mbinu kuu wanazotumia na namna bora ya kujilinda. Zipo nyingi, ila hizi ni baadhi. Moja, kuchelewesha kazi makusudi ili walipwe pesa zaidi. Baadhi ya mafundi wanapolipwa kwa siku au kwa muda, wanaweza kufanya kazi taratibu kwa makusudi. Kazi ambayo ingeweza kukamilika ndani ya siku chache, inavutwa hadi wiki au hata mwezi. Lengo ni kuongeza malipo. Suluhisho, usikubali malipo ya kuangalia muda wa kazi pekee. Lipia kazi kwa thamani au kipimo cha kazi kilichokamilika, si kwa sababu zilizotumika, siyo kwa siku zilizotumika. Mbili, kukupeleka kwenye duka walikubaliana nalo. fundi anaweza kukuambia hapa duka, hapa kuna duka wanauza vifaa vizuri sana, lakini nyuma ya pazia anaweza kuwa amekubaliana na muuzaji apandishiwe bei ili apate commission. Suluhisho lake: usinunue vifaa kwenye duka uliloelekezwa bila kufanya ulinganisho wa bei. Tembelea maduka kadhaa, au uliza bei kabla ya kununua. Tatu, kuongeza matumizi ya vifaa sehemu ambayo ingeweza kutumia Mfano, mifuko saba ya sementi, fundi anaweza kusema inahitajika kumi. Tofauti hiyo kubaki kama ziada ambayo baadaye inaweza kuibwa au kutumika sehemu nyingine. Suluhisho: kabla ya ujenzi kuanza, hakikisha una makadirio rasmi ya vifaa yani BOQ kutoka wataalam. Hii itakupa mwongozo sahihi wa kiasi kinachotakiwa. nne. Wizi wa vifaa site. Baadhi ya vifaa hupotea usiku, kisha asubuhi unasikia kulikuwa na wizi site, lakini mara nyingine wizi huo hupangwa ndani kwa ndani na wale mafundo wenyewe. Suluhisho: hakikisha kuna ulinzi wa kudumu site kama huwezi kumlipa mlinzi, jenga chumba cha kuhifadhia vifaa. Tumia milango imara na kufuli bora, funga vifaa mara baada ya kazi kuisha. Tano, fundi kutoweka baada ya kulipwa. Baada ya kupewa au kupokea fedha nyingi mapema, fundi anaweza kutoweka, kubadilisha namba au kuhamia saiti nyingine. Suluhisho lake Usimlipe malipo makubwa kabla kazi haijakamilika. Lipia kwa awamu kulingana na hatua ya kazi, mfano baada ya kukamilika kwa msingi, baada ya kuta kufika lenta, baada ya paa kukamilika, unaenda kwa mfumo huo. Nihitimishe kwa kusema ujenzi bora hauhitaji pesa nyingi tu, unahitaji usimamizi makini, usimamizi usimamiaji vizuri, utakaookoa fedha muda na kuepuka msongo wa mawazo kumbuka ujenzi ni mradi sio hisani lazima uwe na mipango mkataba na ufuatiliaji wa karibu wasiliana na mjenzi wa nyumba tz kwa ushauri wa kitaalamu ramani za nyumba BOQ usimamizi wa ujenzi na huduma zote za ujenzi kwa simu namba 0712 93 Sabini, tisini. Hii ni simu ya kawaida, unaweza kunipigia au kunitumia message ya kawaida. Kwa mawasiliano ya WhatsApp ni sifuri saba sitini na tano tisini na tatu sabini tisini. Unaweza kunipata pia kwa email ni info at mjenzi wa nyumba tz.com. Pia tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ. Kama umejifunza kitu muhimu kutoka kwenye video hii, basi bonyeza like, subscribe kwa elimu zaidi ya ujenzi. Shiriki video hii ili na wengine wengi wasipoteze pesa bila sababu. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga kwa maarifa, sio kwa majaribio. Asante sana kunisikiliza, na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukrani.